Katikati ya jiji la Nairobi, vijana walioonekana kukodishwa kupambana na waandamanaji walionekana katika barabara kadhaa na kuanza kuwashambulia waandamanaji. Hatujalipwa, lakini tumepewa tu security, hizo marungu ndio tulinde nao mali za wenyewe. Juu kuna watu wengine bado wanakuja na wanakuja na tension ya kuchukua vitu za wenyewe, lakini si poa, tuandamane tu kwa amani hawa wanakuja hawajakuja kumandamana hawa. Wamekuja kupora watu na kuharibu vitu za watu na kuharibu mabarabara. Sasa sisi, tunazuia wasiharibia watu vitu. Kwa saa kadhaa, shughuli za kawaida zilisimama katika jiji la Nairobi, huku polisi nao wakitumia mabomu ya machozi kuwasambaratisha waandamanaji. Mwandamanaji huyu anaelezea ni kwa nini alijitokeza. Mimi naandamana kwa sababu na, nataka justice ifanyike kwa familia ya Justice Ojwang aliuliwa kwa njia ambayo si kibinadamu, si legal, na si, si mzuri. Mwandamanaji mwingine hapa anaeleza, shinikizo hizi zitaendelea hadi pale kilio chao itakaposikika sisi tushafaulu. Nairobi ishasimama, biashara zote zishafungwa. Message tushafikisha, tushasema arrest and prosecute Eliud Lagat, tushasema occupy airport. Maandamano ya leo yamekuja kuelekea mwaka mmoja, wakati maelfu ya waandamanaji walipovamia majengo ya bunge Juni 25, mwaka 2024. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema watu zaidi ya 60 waliuawa wakati wa maandamano hayo. Victor Moturi, Nairobi, RFI Kiswahili.